Kwa majengo ya wodi ya watoto na wodi ya wazazi yaliyojengwa kwa fadhili ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar pamoja na washirika wetu wa nchi ya Netherlands pamoja na nchi ya Norway. Katika hotuba yake kwa mamia ya wananchi waliohudhuria uzinduzi wa majengo hayo yenye vifaa vya kisasa, Dr Shein amesema ujenzi wa majengo hayo ni kuendeleza dhamira ya serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ya kuhakikisha kuwa wananchi wanapata huduma bora za afya. Mbali ya kutekeleza dhamira hiyo, Dr Shein amebainisha kuwa kukamilika kwa ujenzi huo ni sehemu ya utekelezaji wa ahadi yake ya kuipandisha daraja hospitali ya Mnazi Mmoja kuwa ya rufaa. Amefafanua kuwa kukamilika kwa wodi hizo mpya itakuwa chachu katika kuendeleza mafanikio yaliyopatikana ya kupunguza idadi ya vifo vya watoto na akina mama vitokanavyo na, na uzazi na sababu nyinginezo hapa nchini. Amesema kuwa kuwepo kwa majengo hayo yenye nafasi ya kutosha, vifaa vya kisasa na mazingira yenye faragha na stara ya kutosha kutasaidia sana kuendeleza mafanikio yaliyopatikana katika kushajihisha kina mama kujifungua hospitali na katika vituo vya afya. Nataka tuone kina mama wanapata afya bora, wanapata matibabu mazuri, na wanapata mazingira mazuri na yenye faragha na yenye staha na stara kubwa wanapokuja katika hospitali lazima moja, kwa ajili ya kupata huduma mbalimbali, kujifungua na zile nyingine za watoto walio chini ya umri wa miaka mitano na wanaozidi hapo. Serikali kwa hakika imechukua nafasi kubwa sana na hatua mbalimbali za kuwatafutia ufumbuzi wa changamoto hizi mbalimbali mbali. Tukitambua kwamba ufumbuzi wa haraka ulikuwa ni jambo la lazima. Aidha, Dr. Shein amewahakikishia wananchi kwamba serikali mapindu ya mapinduzi ya Zanzibar itaendelea kuitekeleza ahadi aliyoitoa ya kutoa huduma za afya bure kwa wazazi wote. Dr. Shein ametumia fursa hiyo kutoa shukurani kwa serikali ya Uholanzi kwa kutoa ushirikiano wake katika ujenzi wa wodi mpya ya wazazi na kuweka vifaa vipya vya kutoa huduma za kujifungua. Ametumia fursa hiyo kukishukuru chuo kikuu cha Auckland na serikali ya Norway kwa kushirikiana na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika ujenzi wa jengo jipya la watoto pamoja na kuweka vifaa vipya. Dkt. Shein ametoa shukurani maalum kwa aliyekuwa katibu mkuu wizara ya afya Dkt. Muhammad Jidawi na aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa hospitali ya Mnazi Mmoja Dkt. Jamala Adam Taib kwa kubuni mradi huo na kusimamia hadi kufikia hatua ya kukamilika. Naye waziri wa afya Mahmud Thabit Kombo ametumia fursa hiyo kutoa shukurani kwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein kwa kuendelea kutekeleza kwa kasi ahadi zake alizowaahidi wananchi wa Zanzibar. Mheshimiwa Rais, ahadi zile zote umezitekeleza chini ya uongozi wako, kila ulichokiahidi kwa wananchi, umekuwa muungwana wa vitendo kulitekeleza. Tunakushukuru sana, tunakupongeza sana. Mapema katibu mkuu wa wizara hiyo Dr. Juma Malik Akil ameeleza kuwa ujenzi wa wodi ya watoto ambao ulioanza Disemba 2014 umegharimu jumla ya shilingi bilioni 2.4. "Mheshimiwa" Rais, ujenzi wa wodi ya watoto ulianza mwezi Disemba mwaka 2014 na kutekelezwa na kampuni ya ujenzi ya Rans, ambayo ni kampuni ya kizalendo iliyoko hapa Zanzibar ujenzi huu kwa jumla umegharimu takriban shilingi bilioni 2.4 ambapo serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imechangia jumla ya shilingi milioni 495, na fedha zilizobaki zimechangiwa na serikali ya Norway kwa kushirikiana na chuo kikuu cha Haukeland Bergen cha nchini humo. Nikiripoti ni mimi Omar Ahmed Mcheju.